Hello, habari, karibu sana hii ni Shayia TV. Leo nimekuletea mada hapa ni jinsi gani unaweza ukapata namba yako ya NIDA kwa haraka zaidi kwa kutumia simu yako. Aya, unaweza ukawa unahitaji namba yako ya NIDA sasa na uko mbali na kitambulisho chako, au hauna kabisa kitambulisho cha NIDA na unahitaji namba yako ya NIDA tu, au kama ulisahau. Basi. Hebu twende pamoja ili uweze kujua namba yako ya NIDA. Twenda moja kwa moja kwenye sehemu ile ya kupigia simu, eh, utaklik kama jinsi nilivyofanya kwa mtandao, utafuta chagua Airtel. Kuna hii menyu itakuja hapo: tuma pesa, vocha, toa pesa, mikopo, lipia bili, huduma za kifedha. Basi utakuja akaunti yangu, o, inakuwa ni namba saba. Baada ya hapa pia utachagua kuna namba yangu ya siri rudisha mwamala, angalia saliogo. Yaani, baada ya hapo, utaangalia, uta click namba tano ambaye ni angalia usajili wangu. Baada ya hapo, utaandika namba ya siri. Kama mimi naandika yangu, wewe utaandika yako. Utakuambia angalia usajili namba moja. Basi hapo utabonyeza namba moja. Kumbuka hapa ambao wanatumia mtandao wa Eteli ndio wanaweza kuangalia namba ya NIDA kwa kutumia njia hii rahisi kabisa. Ah, vile vile kwa ambao wanatumia mtandao wa Yas au Tigo wanaweza kuangalia pia kwa kutumia process kama hizi pia. Kinachotakiwa wewe fuata maelekezo. Vile vile, yes, ee, vile vile ukishafanya hivyo nakuletea message kabisa kama mimi hapa umeiona, bila shaka message Habari, Maulid, namba yako ni hii hapa, imesajiliwa na nini hapa. Bila shaka umeiona hii NIDA na umejua jinsi ya kuangalia namba yako ya NIDA kwa kutumia mtandao wa Etel. Aa, kuna baadhi ya watu pia huwa wanahitaji namba yao ya NIDA kwa haraka zaidi. Aa, sasa labda aliacha kitambulisho nyumbani na anahitaji kusajili labda laini nyingine no, anahitaji kusajili laini nyingine basi lazima awe na namba ya NIDA. Basi hii ni njia rahisi pia, nimekuonyesha jinsi gani unaweza ukapata namba yako ya NIDA. Alafu vilevile kuna mtu anahitaji namba yake ya NIDA, labda afanyie kitu fulani, labda afanyie usajili fulani, labda anataka kujaza fomu E, basi hii ni njia rahisi pia, haina haja kutembea na karatasi ya namba ya NIDA au kitambulisho. Basi hii ni njia rahisi, nimekuonyesha jinsi gani unaweza ukapata namba yako ya NIDA kwa kutumia mtandao wa simu. Nakukumbusha, kama umeipenda video hii, hebu like video hii. Basi nakutakia siku njema.